Waziri mkuu amesema hayo kwenye kongamano la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kanda ya kusini mwa Tanzania yaliyofanyika katika viwanja vya maegesho wilayani na Chingwea mkoani Lindi. Mbalimbali ya uwezeshaji hata ofisi ya waziri mkuu ina mfuko wa uwezeshaji na tuna idara ya uwezeshaji uchumi kwa wanawake inafanya kazi yake. Haya yote ni katika kuwezesha kuhakikisha kwamba mwanamke ambaye leo tunaendelea kumhamasisha kuingia kwenye sekta ya kiuchumi anapoamua asikwana amua, leo hutakwama, unataka mkopo, utapata. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telack akatumia fursa hiyo kueleza umuhimu wa kongamano hilo linalolenga kutathmini utekelezaji wa ajenda za kijinsia, haki na uwezeshaji kwa wanawake katika masuala ya maendeleo kwa wananchi wa kanda ya kusini, huku afisa mtendaji mkuu wa TCB Adam Mihayo akieleza namna benki hiyo ilivyojipanga kuwahudumia wanawake. Kongamano la leo litaongozwa na mada ya malezi, uzalishaji na kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao. Hii ni kwa sababu pia mikoa yetu hii ni mikoa ambayo inaongoza kwa kilimo. Mkoa wetu umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha watoto wetu wanapata malezi bora kwa kutoa elimu kwa rika zote na pia kuongeza juhudi katika uzalishaji pamoja na kuongeza thamani ya mazao. Tuna product inaitwa Tabasamu. Nia yake ni kumjengea mwanamke tabasamu, na hii tunaifanya katika rika zote, ta binti, mwanamama, lakini pia na bibi. Lakini kubwa zaidi, tunaelewa kuna changamoto kubwa sana ya kupata eh, mikopo. Moja wapo ni dhamana, lakini pia riba. Sasa kwa kupitia product hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaweza kutoa mikopo kwa ma, ma, masharti nafuu. Baadhi ya wadau wa kongamano hilo wakiwamo Olipa pamoja na Stella wakaeleza umuhimu wa kongamano hilo katika kuwawezesha wanawake kwa namna ambavyo. Tupo kama NMB tumekuwa tukifanya makongamano mengi ya wanawake ikihusisha kijiji kijiji, bei ambayo huko tunajua tunawafikia wanawake vijijini kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha kwa hao wanawake ili, ili kuwawezesha kile wanachokipata waweze kukitunza, lakini pia tunawaelimisha kwa maana ya kuhakikisha wanafungua akaunti mbalimbali kwenye maonyesho wanawake duniani 2025, tunaendelea kuhakikisha kwamba wanawake watakaotufikia kwenye banda hili tunawaelewesha vizuri juu ya uwajibikaji na katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ili kuongeza tija kwa taifa na kwa familia kwa ujumla. Mimi ni Sudi Jongo wa Clouds.